Nyama, unyama mwingi. Tunatoboa leo. Ah, sisi hatujaja hapa ha? Sisi hatujaja Benjamin Mkapa, uh -huh. Mimi nimetoka nyumbani nipita baba Benjamin ni Mkapa ni chole chole marangi kama hivi, ni nielekee Bunju, maana mimi nimeona me, ni taarifa usiku tokea saa 8 usiku kwamba awaji na nilichonileta hapa ni kuchukua mashabiki, ni kuchukua mashabiki kadhaa hapa wa Yanga, tuelekee Bunju. Tunawafuta huko huko nini? Mpaka natakwambia mimi nimemisi mai wangu, nina upwiru vibaya mno. Nina upwiru, namfata huko huko Bunju. Aweza akanikimbia kizembe mai wangu? Mimi kweli amekimbia ama nyinyi kupata taratibu nzuri za kukaribishwa. Wiki mbili zote hajafanya mazoezi, anakuja kufanya jana mazoezi, unakuja kufanya mazoezi na mbuzi mbuzi, unakuja kufanya mazoezi mbuzi zinacheza, mbuzi walikuwa wanalia kwenye kosta ya pili zilikuja basi tatu pale. Ilikuja basi la kwanza ilikuwa limebeba wachezaji, basi la pili ilikuwa limebeba mabao ishirini, basi la tatu ndio lilikuwa limebeba, limebeba, limebeba wazee na mbuzi watatu. Kweli mimi ni mkimbia huyu huyu dunduka huyu koro mwembe wa uani, najipigia ninavyotaka. Ndio maana amna tafuta mwana Simba yote ambaye kajifanya hivi, umtafute umuone, au uwezo kumpata kwa sababu uwezo ka kwanza, uwezo kawa na mpanzu, alafu huko unapakomezo wazua ukataka eti lazima ukimbie, mpanzu umeogopi kabisa. Tafsiri mpanzu, mtoto mdogo sana. Pakoma ana goli saba, mpanzu ana goli ngapi? Eh, ndio maana leo umeona nimevaa hivi. Huwezi ukavaa hivi kama hauna uhakika na kikosi chako kaka yaani ukiona umevaa hivi ujua na kikosi chako na kiamini na, na unauhakika na matokeo lakini, ikitokea mmoja hapo ambaye mchezaji ambaye ni kutu... hatari sana, na leo inatajwa kwa hamsini kwa hamsini, inawezekana awepo ama asiwepo. Sisi pale mchezaji hata asipokuwepo kikosi kizima kile unachokijua kile kinachoanzaga akawekwa akina densinkane, ningekuwa nacheza na JKT Tanzania ningeumia sana leo kutokuwepo azizikia au, de, au di, diara au pakome lakini mi nacheza na mai wangu hapa, dunduka dunduka yuko tayari ajifunge mwenyewe, ili mimi ni mjoi ni furahi. Ukaniambia mimi mechi ya leo ngumu, wakati mechi ya leo mi naiona rahisi kabisa. Mi namuogopa JKT Tanzania kuliko ukoro, ndio maana uliona jana kakaa huko, kachungulia, kaziona nane kama afanyeje hapa. Katoka nyumbani huko kote, ukashindwa kulala, uvivu wa kulala, kaja hapa kuwezesha vurugu. Tutashapewa ufunguo hapa sisi Mechi ni ya kwetu, uwanja ni wa kwetu. Wanakuja kufanyaje kama sio vivu wa kulala? Kwa hiyo mimi ninachomwambia mai wangu mimi kilichonileta hapa ni kuchukua mashabiki, twende kule kule kwao Bunju kwa na, na, una, nini, unajiamini kwa kiwango kikubwa namna hii na wazi kwamba ikitokea vibaya kwa sababu pila una matokeo matatu, ikitokea mkafungwa hmm, itakuwaje kwako? Nikitokea nikafungwa nitajua uchawi upo afu mimi yaani tofautisha mashabiki wa Yanga na, na wa Madunduka Yani sisi na Madunduka ni tofauti, yao ni kubwa sana eh, yani tofauti ya sisi wanayanga na mashabiki wa Madunduka ni kubwa sana kwa sababu mimi nikifungwa, mimi hapa natoka uwanjani na hizi na hizi nguo zangu hizi, nafurahi najua uchawi upo, naelekea nyumbani kulala. Uwezo kasikia pale na mlao msui mchezaji wangu juu nane juu injinia uwezo kasikia. Lakini leo kilichotokea usiku jana hapo, wamekuja na mbuzi hapo wamezuiliwa, alafu itokee leo wafungwe, ah baba, huu mji utakuwa mchungu. Uh, naona mashabiki wanatoka, na hisi wameshapata taarifa ya kwamba mchezo umehairishwa. Bro, mambo vipi? Shari. Kama kaa? Kama kaa. Unyama. Yeah. Uh, kwa nini mnatoka? Ah, kwa taarifa zilizopo wanasema mechi imehairishwa mpaka siku tarajiwa na watatoa taarifa wanasema TFF. Wako taarifa hiyo mepokea vipi? uh... Uh, kama mwanamichezo sijajisikia vizuri kwa sababu Ure, Simba au Yanga ya... uh, mimi sina tini umepokea kwa kwa vipi hii taarifa, na gharama kubwa ambazo watu wengi wamezitumia na ukiangalia muda ambao pia wameutumia, wamegharimu kwa kiwango kikubwa sana? Moja ya kitu ambacho mimi nilikuwa najiuliza ama watu wengi walikuwa wanaeleza katika mitandao ya kijamii unahisi Simba walikuwa sahihi kutokuleta timu siku ya leo? Mi najua ni michezo ya watu wachache, sijajua ni kwa sababu gani, kwa sababu huu uwanja sio wa Simba wala Yanga cha kwanza utambue hilo. Na kufikia mpaka jana, sidhani kama Simba alikuwa anafanya mazoezi katika uwanja huu. Kuna uwanja ambao alikuwa anafanya mazoezi na huu uwanja una TFF unaomba serikalini una kisha anaziruhusu timu zifanyaje, kwa kutumia chapa ya Yanga kuwa mwenyeji. kwa hiyo tukio lilofanyika jana kwa kweli sielewi, na siwezi kutambua na kulizungumzia bana. Mimi nashukuru kwa muda wako, ngoja nipate mawazo ya watu wengine pia. Eh bana, watu wameendelea kuingia uwanjani, wameendelea kulazimisha waweze kuingia uwanjani kwa sababu wamelipia pesa, hivyo wanastahili kuweza kuingia uwanjani. Mgogoro umekuwa ni mkubwa kweli kweli, hatujajua hatima ya swala hili itakuwa vipi. Wengine wanaonekana wakitoka uwanjani kuja nje, lakini wengine wanaonekana kutoka nje kuweza kuingia uwanjani hatujajua labda mpaka mwishoni kufikia saa kumi na moja ama saa moja tutapata majibu sahihi ya taarifa hii. Bro mambo vipi? Yeah. Bodi ya ligi imetangaza kusimamisha mchezo. Mbona mnaingia uwanjani tena? Ah mimi, uh, ndo nafika sasa hivi hapa sijaelewa nini kilicho kilichokuwa. Bro, uh, bodi ya ligi imetangaza kusimamisha mchezo. Kwa nini mnaingia uwanjani tena? asijajua uwanjani unaenda kufanya nini, kwa sababu kama bodi ya ligi ishatangaza kwamba Nenongomba... leo mechi hamna. Watu wanaona tu wanaenda kuzurura tu huko ndani, labda kuangalia mazingira, sio? Unajua leo umetangaza mechi bure. Sasa sijajua mechi ipi, lakini mechi bure Taarifa ambayo imetoka mpaka hivi sasa na eh, yes, bodi ya ligi ni kwamba mchezo umesimamishwa. Mchezo umesimamishwa na mpaka utakavyotolewa taarifa nyingine ya siku ambayo huu mchezo utarejeshwa. Lakini kitu ambacho kinashangaza watu wengi ni kuona mashabiki wanaingia tena uwanjani, unahisi

asipoadhibiwa hatutaleta timu mpaka hii iishe. Lakini mashabiki wa Yanga wanasema Simba ndio ambayo ina makosa, mashabiki wa Simba wanasema Yanga ina makosa. Mwishoni, lawama zote zimeenda kwenye bodi ya ligi, baada ya kusimamisha mchezo kwamba watu wametumia gharama, watu wamesafiri. Kwa nini tusihangaike na mzizi badala ya kwenda kuhangaika na matawi ama matokeo ambayo tumeyapata hivi sasa? Yeah, hamna kilichotolewa. Kwa hiyo Simba hichi ni fundisho na kanuni inaonyesha fanya kosa azibiwe bana. Nashukuru sana kwa muda wako. Mageti yanafungwa kule, watu wanaingia uwanjani, wengine hawataki kutoka kabisa, kwa sababu wanadai wametumia gharama na hivyo hawataki kutoka. Moja ya mageti ambayo yamefungwa ni lile geti, geti linaonyesha kuzuiliwa watu wakigoma kabisa kuweza kutoka, kwa sababu wanadai wametumia gharama hivyo hawataki kutoka kabisa mpaka pale taarifa rasmi, rasmi, ambayo itatolewa, ijapokuwa taarifa rasmi ya bodi ya ligi imeweza kutoka ya kwamba